Habari ya sasa, unaendeleaje? Asante sana, jirani yangu. Habari ya siku, unaendeleaje? nimepita niwasalimie bwana. Asante sana, asante mtani wangu. Ni wamisi unajua? Jamani mambo? Bwana. Naendeleaje? Eh. Habari ya sasa. Nimekuja sana. Eti mama, shika mama mama. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu. Asante sana. Unaendeleaje? Bado miguu bado inanisumbua ndio. Bado inasumbua. <laughs> Umeshatembea sana <laughs> <laughs> so yon, na hata sisi miguu kimeanza kusumbua. Nashukuru Mungu amekupa afya sasa, umeshatembea asante sana hey. Nimewamisi, nimekuja like kuwasalimia wafiki zangu hey. wanaendelea si je? Asante sana, asanteni sana, asante sana

Jamaa sasa anataka kuanza story. Mimi nikuja kusalimia yeye, anasema anatusalimia kwa sababu tumefungwa. Eh? Eh? Wala sisi jamaa anataka kuanza hiyo mada mnambaranisha sana

Na majukumu mama Samia anataka barabara mpaka za mtaani zitengenezwe, na Mungu anasimamia kwao. Ngoja tuendelee kusimamia. Okay, ni salamu yake umepokea.